kwa shuleni, sasa hivi leni kwa likizoni. Ameniwezesha kupanda katika madhabahu yake mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo la rahisi, si ati una mtu na lala ukiamka unaambiwa aye enda pale madhabahu ni kasimama uko kwa kudumia watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo ambalo unafikiria tu kila siku utawezeshwa, lakini Mungu amenipa hicho kibali. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la leo tutatoka kitabu cha Zaburi 24 kuanzia mstari wa 4. Kamili, na tuombe kwa ajili ya neno. Asante mfano amani kwenye kiti, kiti cha enzi. Tazama Mungu wangu, nakuja mbele zako kama mtumishi wako. Wacha kuweza kunitakasa kinywa changu, kaweze kuniongoza jinsi upendavyo nitakapo neno na watoto wako. Wacha neno hili na leo nikaweze kutusaidia, nikaweze kutuongoza katika maisha yetu ya mideli. Kwa hiyo yote sijaombea, wacha roho wako mtakatifu akaingilie kati kwa jina lako takatifu <tinyo> na kamilifu, imomba na atakuwa Kuanzia mstari wa nne nasema mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hapa kwa hili atapokea baraka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia, mtu ambaye ako na mikono safi. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo usiokuwa na hila. Bwana Yesu asifiwe. Najua kila mmoja mahali hapa, kuna jambo ambalo nilitenda hata si lazima ulikuwa unajua ilikuwa dhambi, lakini kuna neno ambalo ulisema likakwaza mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila siku unaomba unafaa kumrudia Mungu, unasema hata kama kwa, mambo yote nimetenda siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ujini nini ulilifanya unafaa kuomba msamaha kwa Mungu kwanza, kama ulikuja katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe, hivi kama uliingia katika nyumba yake tulikuwa tunaambiwa katika ibada ya jana na baba, kuna wengine ukifika tu makanisani unaimamisha kichwa, hata useme neno. Bwana Yesu asifiwe! au ongea na Mungu wako, umekuja kunusa watu. Bwana Yesu asifiwe! unanusa mama Monica amefika ama bado, na nani amefika ama bado? Bwana Yesu asifiwe! ukifika katika nyumba lake, nyumba ya huyu Mungu wetu, ukifika kitu cha kwanza ni maombi. Bwana Yesu asifiwe! na si maombi, asante Mungu wewe Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu kwa kufanya nini? Asante, lakini unafaa kumtajia, asante kwa kunipinda, asante kwa kuniwezesha hata hiyo nguvu ya kutembea kutoka kwako mpaka hapa, ni Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, ukifika mahali hapo unaomba tamsamaha. Unaweza kuwa umetembea na vile umevaa leo imekwaza jirani. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba msamaha kwa ajili ya huyo jirani. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi jinsi Mungu wako Bwana, inaweza unavyojipendekeza, jinsi unavyojiweka a mwenzako, siku hizi nakwaa hivi, mbona anabadilika badilika? Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuangalia akasema nini. Jiangalie wewe mwenyewe. Mimi ninatembea, ninaelekea wapi? Natembea, nataka wanione wanijue, mimi naenda Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umefika kweli lakini ume... haujakuja kupata kitu la maana. Ukifika mahali hapa, unasikiliza neno, na ukishasikiliza unalifuata, usiingie na utoke jinsi ulivyokuja. Bwana Yesu asifiwe. Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu iwe. Kwa wokovu wako utapokea haki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakikusema kwa mabaya, kwa mazuri, kwa mambo yote, hata kama uko umuhusishwa, wanaanza kukutaja jitakapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako ndo atakua nakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana unitegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukiwa kila mambo unasikiliza tu, ah, watasemaje? Watasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Utakwisha kuangamizwa maana anayemtegemea binadamu wamefanya hivyo.

kuwasifisha Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinena haja kinena kwa akili zake. Bwana asifiwe. Ni Mungu amemuongoza kunena yale yaliyotamka katika madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka ile hiyo kisema tukishika tukizingatie. Bwana asifiwe. Sitaongea sana, acha tuamini kwa bila macho. Tusimame kwa bila macho. Tuamini na tuombe.

wetu ukaonekana katika maisha yetu, ukatusaidia tukawa watoto watiifu mbele zako, ukatusaidia tukawa watoto watiifu hata katika majirani pamoja na waliotuzunguka wote. Mfalme, akukuheshimu na kukupenda zaidi, pokea sifa na utukufu, mara kuna mwingine kama wewe, ni kwako Yesu Kristo, mamba anatakushukuru